Yeah, katika kaunti hii ya Machakos na waziri wa Leba daktari Alfred Mutua ametoa wito kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha kwamba vifaa vya BVR vinafanya kazi kikamilifu na kuzuia jaribio lolote la kutumia mfumo wa mikono. Onyo lake linajiri huku madai ya kununuliwa kwa vitambulisho vya wapiga kura yakihusishwa na chama cha Wiper yakizidi kuongezeka, jambo ambalo linaibua wasiwasi wasi mkubwa kuhusu uadilifu wa chaguzi ndogo la ama uadilifu wa uchaguzi mdogo wa Mumbuni Kaskazini. Hatutaki kusikia ati kuna kit ati kuna biometric imefail katika nchi yetu ya Kenya. Biometric ifanye kazi, watu waliweka vidole ifanye kazi. Ni kwa sababu kuna watu kama hapa Machakos, watu ID zao zimenunuliwa, watu wamechukua ID zao, zote zimewekwa kando, ati kesho walete watu ambao wametoka Nairobi, wametoka Kajiado, wakuja na ID hizo wapige kura, wapige ule mtu anataka kura hasa haswa watu wa vyama vingine, si ile chama mimi niko sete nayo. Nataka kusema hiyo biometric ifanye kidole. Kama imekataa, imekataa, enda nyumbani, wacha biometrics ifanye. Ndio hatutaki mambo ya rigging. Sisi tunataka kura, yanayeshinda ashinde kwa wa njia ambayo ni halali kabisa, iwe ni chaguo la mwananchi. Kwa hivyo hao watu wanazunguka usiku na mnawajua Kwananua, wananua kwanauwananua uh, identity cards. Wananua identity cards. Hiyo ni ukora mbaya sana.